Ndugu wakulima, sasa nataka niwaulize. Ntaanza na SG2, korosho zilizouzwa ni kilo laki moja tisini na tano mia moja ishirini na tisa na bei yake iliyotendwa na wanunuzi ni shilingi elfu mbili mia mbili na kumi Ndugu wakulima, tunauza tuuzi? naomba nirudie tena SG2, kilo laki moja tisini na tano elfu mia moja ishirini na tisa na wanunuzi wamenunua hizi zote kwa bei shilingi elfu mbili mia mbili na kumi. Tunauza tuuzi tunauza eh? Haya, na kuja sasa kundi la SG1, kundi la SG1 kilo uzwa kama lilivyotangulia awali, kilo milioni sita laki moja hamsini na tisa elfu na sitini na moja ambapo bei ya chini ni shilingi elfu mbili mia mbili themanini na bei ya juu elfu mbili mia nne arobaini na kufanya bei wastani shilingi shilingi elfu mbili mia tatu themanini na moja na hivyo kufanya korosho zote kuwa zimekwisha. ndugu wakulima, tunauza tuuzi, tuna naomba nirudie tena, kilo zilizouzwa milioni sita laki laki moja hamsini na tisa elfu na sitini na moja, ambapo bei ya chini elfu mbili mia mbili themanini na bei ya juu elfu mbili mia mbili arobaini na kufanya bei wastani elfu mbili mia tatu themanini na moja. Ndugu wakulima, tunauza moj tuuzi misi Omari na Mpemba na maufu mapesa kwa mnada wa leo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, umefana tuna tunamshukuru Musa Manjaula kwa kusimamia mnada, tunashukuru sana. Mungu ambariki, naendelee kuchapa kazi, asante sana. Kuna <tis> changamoto yoyote labda kwa upande wenu, changamoto yoyote kuhusu mnada? Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mnada umefana, na hali ya bei mnaionaje? Hali ya bei tunamshukuru hii kitu ambacho ametujalia Mwenyezi Mungu ndio hicho hicho. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa bei ambayo tumekubaliana nayo, tunazipokea kwa sababu ni mfumo ambao ni mfumo ambao uko rasmi kamauangalia miraazwekukataaila kubwa zaidi serikali ni taasisi ya Kitanzania inayojihusisha kuratibu na kusimamia matibabu ya binadamu ndani na nje ya Tanzania. Huduma zetu ni pamoja na kukutafutia hospitali bora yenye uwezo wa kutatua changamoto yako ya kiafya, kukutafutia daktari mwenye uwezo na uzoefu wa kutosha wa kutatua matatizo ya kiafya kama ulionayo kuhakikishia unapata makadirio ya gharama za matibabu yako kabla ya kuanza safari kukusaidia kupata hati ya kusafiria kwa mujibu wa taratibu za mamlaka ya uhamiaji kukusaidia kupata visa ndani ya masaa 24 kukusaidia kupata tiketi ya kwenda na kurudi kwa gharama nafuu kukusindikiza hadi airport na kuhakikisha unaingia kwenye ndege lakini pia tunatoa huduma ya kumsindikiza mgonjwa hadi hospitali chini ya usimamizi wa daktari huduma ya kupokelewa pindi utakapofika kwenye nchi husika huduma ya kukutafutia sehemu ya kufikia kwa kipindi chote cha matibabu yenye gharama inayoendana na uwezo wako. Huduma ya kukusaidia kwenda hospitali kuonana na daktari bila kupanga foleni. Huduma ya mkalimani iwapo lugha itakuwa changamoto. Huduma ya kuhakikisha unarejea nyumbani salama baada ya matibabu, na huduma ya kukusaidia kulipia gharama iwapo utapungukiwa ukiwa ugenini na kuzirejesha baada kureje ya kurejea bila riba. Tunapatikana Dar es Salaam katika jengo la Haida Plaza gorofa ya pili, mtaa wa Kisutu na India posta mpya. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kwa namba zifuatazo: 0786333464 na 0763363464 au tembelea mitandao yetu ya kijamii at Tanlink Medical Tourism Agents au tovuti yetu www.tanlinkmta.co.tz.